Raila Odinga alianza safari yake ya kisiasa katika miaka ya 80 wakati ambao uongozi wa chama cha KANU kilikuwa kinatawala. Alipinga vikali mifumo kandamizi, hatua iliyomsukuma kifungoni mara kadhaa kwa madai ya kupinga serikali. Kupitia juhudi zake pamoja na wanamageuzi wenzake, Raila Odinga alihusishwa na harakati za kurejesha mfumo wa vyama vingi. Wito wake wa mageuzi ukaleta vyama vingi mwaka wa 1992 nchini Kenya. Hata hivyo, barabara yake ya kisiasa ilikumbwa na changamoto nyingi. Tangu kuwania urais mwaka wa 1997 na, na tena katika uchaguzi wa 2007, 2013, 2017 na 2022 na Raila amekuwa akihusishwa na mizozo ya uchaguzi akidai udanganyifu na ukosefu wa uwazi katika tume za uchaguzi. Kwa zaidi ya miongo minne, Raila Odinga anabakia kuwa alama ya mapambano ya kisiasa nchini Kenya. Safari yake ya kisiasa imethibitisha mfano wa ujasiri, udhabiti na imani kwa kile anachoamini. Wakazi pia wameweza kutoa maoni tofauti kuhusu kifo cha Raila Odinga. Kwa mkaaji wa kaunti ya Bungoma kiwa mzalendo wa taifa letu la Kenya, kuhusu kifo chake Mheshimiwa Baba Raila Jacom Odinga kimekuwa kifo ambacho kimeshtua especially mimi na wenzangu ambao tulikuwa tukifanya nao kazi kule Busia kwa chama cha ODM tukiwa tunashughulikia Mheshimiwa Ojamong. Nataka kuambia kwamba eh, baba kifo chake kwa taifa la Kenya ni pigo kubwa sana Andrew, Juma. Mimi ni mkazi wa hapa Bungoma, kusema kweli, kwangu kupokea hii kifo cha mheshimiwa Raila Amolo Odinga imenishtua. Cha kwanza nimehisi kana kwamba demokrasi imekufa, nimehisi kana kwamba mtetesi ameenda, nimehisi kana kwamba nimeachwa ya tima ijapo kuwa si baba yangu wa kweli. Na hii kifo cha ja, mwanasiasa mm, maarufu ambaye ni Raila Amolo Odinga kimetuhuzunisha sana, kwa sababu yeye ndiye alikuwa tunatarajia kwamba atakomboa Pungoma, atakomboa Kenya yote, kwa sababu ya mambo ya ukatusi. Yeye ndiye alileta mambo ya ukatusi na mambo mengine hii, ambapo kama wangefuatilia hii mambo ya ukatusi ingekuwa ya kuleta manufaa kwa kila kaunti. Mimi kwa upande wangu kama mwenye nilikuwa nafuatilia na, na Raila Amolo Odinga kwa upande wangu Atuwezi sema ya kwamba Raila Amolo, uh, Raila ameaga, eti, ameaga, ati, wakwa, kwamba Raila Raila Raila Odinga vile ameaga ameaga, eti eti, kiongozi wetu wetu ambaye ati museme museme ODM ODM pia imezama. ODM bado bado inasimama imara na na na, tunapigania kuna mwingine tena atatokelezea. Mtoto akifariki mmoja, museme eti wote wenye watakuja watakuwa wana, wanafariki. No, ndio tuna huzuni rozi na uma. Alikuwa alikuwa shujaa anapigania nchi yetu ili ili kana kwamba kuna mahali ambayo ametufikisha na tunajivunia. Baba alikuwa mtu mzuri mwenye anaongoza hii Kenya. Sina mengi, Mwenyezi Mungu alimweke mahali pazuri. Kutoka korokoroni hadi kwenye majukwaa ya kisiasa, kutoka upinzani hadi ushirikiano wa kitaifa, Raila Odinga ameandika sura ndefu ya historia kwenye kitabu cha siasa za Kenya. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Joy Mwanzo.